Churchill, wakati unakuwa ukiwa mdogo, labda shule ya msingi au pili, ndoto yako ulikuwa unatamani uwe nini? ah, maanake umefanya mambo mengi sana. Nilikuwa ni mchezaji wa mpira hivi, nimecheza mpira sana mpaka Kenya team under 17 national team yes, ilikuwa inaitwa Nyayo Stars. So 1995 tukicheza pale Kisumu, nilikuwa uh -huh. na represent Eastern Province. mimi shule, masomo nimesomeshwa na mpira East Kenya Bottlers, nilikuwa nachezea East Kenya Bottlers kwa Coca-Cola Machakos, eh, wakati huo nikamaliza, nikajoin join Gor Junior eh, hapo ndio nilivunjikia mguu. Ndio maana unaipenda Gor Mahia eh? Kabisa, wewe unahitaji taja kila wakati <laughs> umevunjika mguu ukiwa miaka mingapi? Eh, uh, nikiwa karibu 19, 19 years uwanja gani huo? Eh, uh, maziwa, inaitwa maziwa pale eh, uh, Kariobangi South. Alikuvunja nani? ikuwa toa mazoezi tu vijana pia. Pa! pa. Mimi nje ukachana na mpira, mambo ikaisha kabisa, ukakaa ukasema mpira na, na. Ha, ni, ni anti yangu ushangazi yangu aliambia, sasa hii haikusaidii, na hatuoni pesa zozote hapa, wewe sasa anza mambo ya college, so nikaingia theology college. Ukasomea maswala ya dini ya dini uh -huh. Tena sana, kwa hiyo wewe na dini <laughs> dini na wewe eh, kabisa theology ile theology Naam. Sasa ikawaje umeigiza, na, umeimba, umefanya nini na nini? Kwanza na hapo uigizaji, ulijikuta kutaje kwenye uigizaji? Aya, uigizaji ni kwa bahati nasibu. Manake nilikuwa na kuna dada aitwa Christine. Uh, so baada ya kumaliza college, nilikuja naishi tu nyumbani pale Outering uh -huh, kwa shangazi yangu. Sasa uh -huh. kuna dada aitwa Christine. Uh, kila siku anipata pale uh -huh, nafanya kazi za Industrial Area, narejea sijapata kazi najituma tu. Uh -huh. Sasa ye hey, Christina ambia anaenda kufanya play set books uh, -huh. uh National Theatre like, lakini kila siku ananipata pale, anambia, mbona wewe usije ukanipeleka tu uone what we do. Akamwambia, no, mimi nashinda hapa. Anambia, wewe twende, there's nothing to lose. Akamwambia, sasa twende. The next time kuna audition we call me. So akakuja akanichukua, tukaenda na akanilipia fare tukaenda National Theatre, so walikuwa nafanya auditions Ha? Pale audition wako kama karibu watu mia, mia mbili pale wale waigizaji shupavu sana big big stars mm, so mimi siigizi, mimi sijakuja audition, mi nasubiri Christine. uh -huh. nimekaa kwenye National Theatre kuna mti mkubwa sana pale au sit there uh -huh. uh, so wakafanya audition wakafanya mpaka 5 pm. uh -huh. uh, sasa kuna yule mwelekezaji mweleke, mweleke, mweleke director alikuwa anaitwa George Tyson, Tyson maarufu sana. E, e, sana sana michezo ya kuigiza hii vitabu jicho four uh -huh. production sio? uh -huh. Yeye uh -huh. e, e, e. ndiye alienda akaanzisha mpaka mambo ya sinema Tanzania, Bongo movies uh -huh so yeye yeah, anapita tu ananiona kila saa akienda kunua kikombe cha chai manake, uh, uh, uh, hall ile wanaaudition kwa upande wa pili. uh -huh. ananipata tu hapo, kijana mekonda mdogo sana. uh -huh. kila akipita anakuona, na, na, na, na, huyu wewe wafanyaje? Nikasema, mi nimeleta Christine. uh -huh. Sawa, anaenda mara ya pili. No, na, namsubiri Christine. uh -huh. namsubiri Christine, akasema tumemaliza, basi we njoo uh, uangalie wakati wa matokeo. So ye yeah, wakati wote ananiangalia nimekaa pale kwa kona uh -huh kaa karibu na sijui fahamu Christine, unaweza fahamu mtu yoyote. Akaniambia usha waigiza? Mimi sijawaigiza. Unaweza jaribu, hebu soma. Akanipatia kitabu niweze kusoma cha Kiswahili sasa, you know, I have nothing to lose. Mimi nikasoma tu kawaida. Hebu soma tena kwa umakini. Kasoma tena. Akaniambia hebu sawa, chana kitabu hebu igiza eh, igiza jifanye huyu bwana Um, umekuwa ukimdai na sasa amekuwa ameku, mkikwepa mmekutana naye mjini, e na nikaigiza igiza, uh -huh. Nika igiza. Igiza tena kama umempoteza mama yako mzazi. Nikaigiza, you know I have nothing to lose. Akasema this is what I've been looking for. Eh, mambo gani? Akaambia sasa we have our main character. Mi sikujua what that meant. What I didn't know, that was the beginning of many things to come. Hapo ndio nilipata nafasi ya kuigiza kitabu cha Siku Njema kama mhusika mkuu Kongowea na Mswahili. <laughs> So, hapo ndio safari yangu ilianzia. Mkatembea kote kote nchini hivi nchini, vitabu mbalimbali, set books hizi. Zote tukazifanya, uh, Rivers the Source. Uh, na vitabu nyingi sana na nikafanya professional acting Phoenix na Hastings Ensemble Alliance Francais hizo vitu zote, lakini kabla haya yafanyike ni yeye kuniamini. na Go nili, niliishi na yeye sasa kwa nyumba yake, nikaweza kukram kitabu yote, nilikuwa nafahamu word by word. Mbona mbona ukaishi naye? Make nilikuwa na wakati nilitoka nikaenda kuishi Makongeni eh baada ya muda fulani, so Uh, nikaingiza kwa hiyo character wakati wa kulia nalia kwa kweli, na tukasafiri sana so, baada hapo ndio nilijumuishwa KIE, akanipeleka bado KIE eh, tukafanya kazi na mwandishi hicho kitabu uh, nani marehemu Ken Walibora, uh -huh. na uh, Kizito na Mlanda uh -huh. na Timothy Arege. Daktari Arege amenambia usiondoke hapa bila kumjulia hali. Basi Arege pia alikuwa mwigizaji, tulikuwa twafanya vipindi za redio. Huyu ni Juma, Juma yeah. Eh, nimekuja <laughs> kufanya fanya pia baadaye. Kwa hiyo nyinyi ndio wanzilishi, wanzilishi. Naam. Ah, ah. Ah. ndo no safari ya uigizaji mambo ma ya wali hayo eh. Sasa ikaja vipi sasa, ukamua uanzishe kipindi chako cha Churchill? no si kuanzisha eh, ilikuwa kulikuwa ni, na kundi nzima sana ya waigizaji hawa waigizaji sasa pale theater wa comedy, wajua yetu zetu ilikuwa serious hours of uh, educational yeah. mm. set books mm -hmm. like sasa kulikuwa na standup comedy wale walikuwa waigiza standup walikuwa itwa uh, public noise makers eh, Kariuki Thige, jamaa mwingine mshamba chanji James uh -huh. chanji mshamba, uh, public noise makers. Kuna eh, mdomo bagi walikuja baadaye, mdomo bagi eh uh -huh. awalikuwa KU walikuwa uh -huh. ridiculous, Ridic uh -huh. alafu chief, marehemu chief, so before even ridiculous eh uh, audio walikuwa wanaigiza pale, jamaa aitwa George Mbuto kachumbari na, yeah. Marehemu John Derito, John Derito alikuwa mtu wa kwanza kuigiza kama uh, mwenda zake rais uh, mtukufu uh, Mze Moi, yeah. Alikuwa anaongea kama Moi, audience, wale watazamaji wanakimbia, wanatoka kwa hol, wanajua mzee Moi ameingia. Haya, mtashikwa <laughs> <laughs> yale, yale ni kama yalivyosema na hiyo, hey. Akianza <laughs> niko na machaja ya kusema na ni igizo Maanake wakati huo ungedhania, ungefikiria ku act like Moses, so he used to act. Akianza hiyo act uh, audience wanatoka, mashabiki wanatoka tu, enough. tutashikwa hapa. tutashikwa na watu walikuwa shikwa, manake the things he used to say he was an activist it was crazy. Watu walishikwa shikwa. Yeah.